Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapiga mfano wa kiakili kwa huyu mwanadamu ili arudi aweze kuzingatia Al-Quran Al-Karim, isiwe ni mujarrad kusoma peke yake, iwe ni kusoma na kuzingatia na kuchukua ile nuru ambayo iko ndani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema:

Ungeiona hali ya jabali. Sisi twajua jabali au mountain ni kitu ngumu, si ndio? Ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu anabainisha pamoja na ugumu wa hali ya jabali, la raaitahu, lau ingesikia maneno ya Allahu wa azza wa jalla ingebadilika hali ya ugumu wa jabali. La raitahu khashian, inanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mutasaddian inapasuka, min khashyati llah. Sababu ya kunyenyekea hii jabali, sababu ya hali ya necha ya jabali kubadilika ni kitu gani? Naam, ni Alquran alkarim imeifanya hali ya kitu kigumu kupasuka kwa uzito na ile nuru iliyo ndani ya Quran.